Serikali ya Taliban nchini Afghanistan imethibitisha kuwa ilitekeleza mashambulizi dhidi ya wanajeshi wa Pakistan katika maeneo ya milima kwenye mpaka wa kaskazini, ambapo wanajeshi 58 wa Pakistani wameuawa. Msemaji wa Taliban ameeleza kuwa mashambulizi hayo ni sehemu ya hatua za kulipiza kisasi kufuatia kile walichokitaja kama uvamizi wa anga uliofanywa na Pakistani ndani ya ardhi ya Afghanistan. Kwa mujibu wa Taliban, ndege za kijeshi za Pakistani zilivuka mpaka na kushambulia soko moja kwa moja ndani ya Afghanistan siku ya Alhamisi na kuua raia. Tukio hilo limezua mvutano mkubwa kati ya mataifa hayo mawili jirani, huku kila upande ukilaumu wenzake kwa kuchochea machafuko katika maeneo ya mpakani. Waziri wa mambo ya ndani wa Pakistani alilaani mashambulizi ya Taliban na kuyataja kama hayakuchochewa. Alidai kuwa raia wa Pakistani walilengwa moja kwa moja katika mashambulizi hayo na kuonya kuwa vikosi vya usalama vya nchi yake vitatoa majibu makali kwa mtindo wa jicho kwa jicho. Serikali ya Pakistan imekuwa ikishutumu utawala wa Taliban kwa kuwahifadhi wapiganaji wa makundi ya kigaidi, hususan wapiganaji wa TTP ambao wamekuwa wakihusika na mashambulizi ya kuvuka mpaka kutoka Afghanistan. Hata hivyo, Taliban wamekanusha vikali tuhuma hizo wakisisitiza kuwa hawaruhusu ardhi yao kutumika kupanga mashambulizi dhidi ya nchi nyingine. Mgogoro huu unakuja wakati ambapo uhusiano kati ya Pakistani na Afghanistan unaendelea kudorora tangu Taliban waliporejea madarakani mwaka 2021. Pamoja na mazungumzo ya mara kwa mara ya kidiplomasia, pande zote zimeendelea kushutumiana kwa kushindwa kudhibiti usalama wa mpaka na kudumisha utulivu wa kikanda. Wataalamu wa masuala wameonya kuwa iwapo hali hii haitadhibitiwa mapema, inaweza kuibua vita kamili ya mipakani ambayo itaathiri zaidi ya raia wa pande zote mbili, hasa katika maeneo tete ya kijamii na kiusalama hadi sasa bado hajathibitishwa kwa njia huru idadi kamili ya waliouawa, huku hali ikiendelea kuwa ya taharuki mpakani. Wito umetolewa kwa jumuiya ya kimataifa kuingilia kati ili kupunguza mvutano kati ya mataifa haya jirani. Dubai sasa, Kitonga safirisha mizigo kwa punguzo la bei, yaani dola 350 tu kwa CBM. Ni kwa bidhaa za toy, pochi, viatu na vifaa vya simu. Kilimanjaro Stakago, Simba wa Bahari.